Habari kwa kina mtazamaji wa Nje ya Box TV, ni habari kwa kina langu. Jina ni Kristina Mbalu, na moja kwa moja tunaelekea Kenya, ambapo mwanamke mmoja mwenye umri wa miaka 37 amehukumiwa kifo huko Vietnamu baada ya kukamatwa mwaka 2023 20 kwa kuwa akisafirisha madawa ya kulevya. Twende tukajue nini kilijili baada ya hapo. Mwanamke wa Kenya aliyekamatwa kwa usafirishaji wa dawa za kulevya huko Vietnamu hahukumiwa kifo katika raundi inayofuata ya masaa. Familia huko Moranga inaweza kupoteza binti yao, na kwa njia hakuna mtu katika kaya angeweza kufikiria, siyo katika miaka milioni. Magreth Nduta aliyehukumiwa kwa madawa ya kulevya katika taifa la Vietnamu kusini mwa Asia atakuwa akikabiliwa na shitaka baada ya kushikwa mnamo Julai 2023 kwenye uwanja wa ndege wa jiji la Ho Chi Minh. Anadaiwa kuingiza dawa za kulevya nchini humo tangu kukamatwa kwake na hatia ambayo iliweka wazi adhabu yake ya kifo. Wakenya, kutoka kwenye serikali kwenda kwa watu, na kila siku kwenye vyombo vya habari vya kijamii, wamekusanyika kwa sababu yake. Wengi wakiomba serikali kuingilia kati na kuepusha adhabu yake ya kifo. Serikali pia imezunguka bila msaada ikijaribu kufikilia mamlaka ya kivietnamu na kutuliza jambo hilo kidiplomasia. Licha ya juhudi zao bora, hii imeendelea kuthibitisha kazi ngumu iliyo mbele yao. Wale waliojua wamekubaliana, hii sio jambo rahisi na sio kitu ambacho unaweza kupanga tu na kikaisha. Yote ilianza baada ya kulipotiwa Nduta kusafirisha koti kwa mwanamke huko Laos, mji mkuu wa Vietnam. Baada ya kupokea malipo ya shilingi laki moja, sitini na nane fedha ya Kenya na malipo kamili ya usafiri kutoka kwa watu aliyetambulika kama Joni, licha ya kudumisha kuwa kujua yaliyomo kwenye koti hilo, koti ilimkuta ilimkuta na hatia ya biashara ya dawa za kulevya mnamo Machi 6, 2025 na ana wa kifo. Hukumu hiyo iligonga mara moja, athari za haraka kutoka kwa watu wa Kenya, na pili kutoka kwa wanafamilia wake ambao waligeuka nyumba yao kuwa uwanja wa waandishi wa habari, kwani walikaa siku zifuatazo katika kampeni isiyo na mwisho, na kuiomba serikali kuingilia kati, kuokoa binti yao, pia kukubaliana na kifungo cha gereza la Kenya mradi wangemtembelea binti yao kwa raha lakini hata kama alivyoomboleza na kuzindua mijadala isiyo na maana, mama wa Nduta na jamaa zake kwa ujumla alihitaji kufahamu kweli mmoja ambao ni muhimu kwa binti yake. Vietnamu ina sheria ngumu zaidi za dawa ya kulevya ulimwenguni kote, na mtu yeyote aliyepatikana na hatia ya kumiliki au kuingiza gramu zaidi ya mia sita za kokaini au madawa yoyote zaidi ya kilo mbili na nusu atakabiliwa na adhabu ya kifo. Wakati kesi hiyo ikishika kasi katika vichwa vya habari vilivyotawaliwa, baadhi ya watu sheria wa Kenya waligundua maendeleo hayo na kuchukua jambo hilo ya haki ya bunge, wakichukua wakati wao sakafuni ili kuwaelezea shida ya Nduta. Wakati pia walipata umakini wa spika wa bunge la taifa Musa Wetangula. Rufaa yao ilikuwa rais na ya moja kwa moja. Serikali ya Kenya ilihitaji kusonga haraka kabla ya Nduta hajakabiliwa na sindano mbaya na wakati ulikuwa umekwisha. Mbunge aliyeteuliwa Sabina Chege alisema kamati inapaswa kufikilia wizara moja kwa moja, kwa sababu hii ni hukumu ya kifo kwa Wakenya, na tarehe ya mwisho ilikuwa tayari. Nadhani jana, kwa hivyo naomba kama hii inapitishwa mara kwa mara, Wizara ya Mambo ya Nje ili iweze kuanza kushughulikia na haswa kufikia katika familia yao. Katika mkutano huo huo, spika wa bunge la taifa Moses Wetangula alieleza utetezi akili na kamati ya uhusiano wa nje kuingilia kati akieleza makamu mwenyekiti wa kamati Bashiri Abdalla kuwasiliana na Wizara ya Mambo ya Nje kuhusu kesi hiyo. Wengi walikuwa wakijaribu kupendekeza kwamba Nduta anapaswa kurudishwa Kenya na kukabili mfumo wa mahakama wa Kenya. Walakini wangeukumbushwa haraka kwamba sheria zinatumika tofauti kwa mataifa tofauti na kwamba katiba ya nchi haiwezi kubadilishwa na washirika wao. Mradi kulikuwa na shinikizo la media ya kijamii, mengi bado yanafanyika huko Kenya, mikutano mbalimbali iliyogonga mwamba kusali na kuweka matumaini, lakini bado wasiwasi umewakonga mioyo yao. Je, mwishowe atakutana na uvunaji mbaya au miungu itamwokoa wakati huo mmoja? Hakuna mtu anayeonekana kuwa na majibu hivi sasa, lakini ikiwa Vietnam itabaki kweli kwa rangi zao, Kenya inaweza kupoteza roho kwa njia isiyowezekana kabisa. Hii ilikuwa ni habari kwa kina langu, jina ni Christina, ambayo kwa sasa kusubscribe, kulike na kushare ili kwanza kupata notification. Kwa kina.